Kile ambacho kinaendelea Afrika Mashariki nchini Tanzania tangu Oktoba 29 matukio ambayo yalifuatia kutokana na uchaguzi ambao unadaiwa ya kwamba ulikwenda ndivyo sivyo. Katika mitandao ya kijamii Kenya inaonekana kutupiwa lawama kwa kiasi kikubwa na kutajwa kuwa Kenya imechangia kwa kiasi kikubwa kwa kile ambacho kimetokea nchini Tanzania na kudaiwa ya kwamba Kenya kwa sasa inatumiwa na mataifa mabepari ulimwenguni, mataifa super power ambayo malengo yake ni kutaka kuwa na ushawishi kwa njia moja au nyingine katika mataifa tofauti ulimwenguni ikiwemo katika mataifa ya bara la Afrika ikiwemo pia mataifa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Inatajwa kwamba katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, Kenya kwa sasa inatumiwa na mataifa bipari ili kutaka kujipenyeza katika ukanda huo kwa kiasi kikubwa na kuweza kujidhatiti na kuimarisha uwepo wake katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kenya inatuhumiwa kutoa nafasi kwa mashirika ya kimataifa, mashirika ambayo yanatajwa kuwa ni mashirika ya kimataifa ambayo malengo yake sio ustawi wa jamii katika mataifa haya ya ukanda wa Afrika Mashariki bali malengo yake ni kwa ajili ya mataifa haya babe ulimwenguni, mataifa superpower ulimwenguni, kutaka kujidhatiti katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Hivyo basi, Kenya inatajwa kuwa na idadi kubwa ya NGOs ambayo malengo yake ndiyo kama hayo, na vilevile nakumbushwa, inakumbushwa kwamba mnamo mwaka 2024 nchini Niger, serikali iliyopo madarakani kwa sasa, serikali ya mapinduzi iliyomuondoa rais aliyokuwepo madarakani humo kama wanavyodai ya kwamba kiongozi huyo alikuwa si kwa ajili ya maslahi ya Niger, bali kwa ajili ya maslahi ya mataifa ya magharibi. Kiongozi huyo baada ya kutolewa madarakani, vilevile kulionekana mvutano usiokuwa wa kawaida na mshirika wake wa kihistoria ambaye ni Ufaransa, ambapo viongozi hao waliamuru jeshi la Ufaransa kuweza kuondoka nchini Niger, na jeshi la Ufaransa liliweza kuondoka, na baada ya muda vile vile jeshi la Marekani lilitakiwa kuondoka. Wanajeshi wa Marekani waliokuwepo nchini Naija vile vile walitakiwa kuondoka katika ardhi ya Naija, katika kambi yao iliyokuwepo nchini humo. Walipoondoka mwaka elfu mbili ishirini na nne walijielekeza nchini Kenya baada ya makubaliano yaliyosainiwa kati ya Kenya na Marekani. Hivyo basi wanajeshi ambao waliokuwepo nchini Naija, wa Marekani waliokuwepo nchini Naija, waliweza kuondoka nchini humo na kujielekeza nchini Kenya, katika kambi ya Marekani iliyokuwepo nchini Kenya na kujiunga na wanajeshi wa Marekani ambao tayari walikuwepo nchini Kenya. Kambi ya jeshi la Marekani nchini Kenya inatajwa kwamba ni kwa ajili ya kukabiliana na wanamgambo wa kundi la Al-Shababu kutoka nchini Somalia na kuhakikisha usalama katika ukanda wa pembe la Afrika, eneo ambalo kunategemewa kwa kiasi kikubwa kwa usafiri wa bidhaa tofauti kutoka katika ukanda wa bahari ya Hindi na kuelekea katika bahari ya Mediterania, na vilevile vile kufikisha biashara na bidhaa tofauti kutoka katika maeneo hayo katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Hivyo basi, eneo hili linatajwa kuwa ni la kimkakati na ni eneo ambalo linategemewa kwa kiasi kikubwa katika vita vya kiuchumi kati ya mataifa superpower ulimwenguni. Eneo hili tayari limekwisha chukuliwa kwa kiasi kikubwa na China ambayo ina uhusiano mzuri wa kidiplomasia na biashara na mataifa tofauti katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Hivyo basi, kutokana na uwepo wake huu katika eneo hili la kimkakati, Kenya inatuhumiwa kukubali kutumiwa na mataifa superpower ulimwenguni kwa ajili ya kujipenyeza katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Unasemaje kuhusu tuhuma hizi ambazo zinaikabili moja kwa moja Kenya kutumiwa kama daraja na mataifa superpower ulimwenguni ili kuweza kuburuza mataifa ya Afrika Mashariki? Tuachie mtazamo wako.